kufanyika walikuta wakiwa na kiasi hicho cha kia dhahabu kilichokuwa kimefichwa katika gari tajwa. Uchunguzi wa tukio hili kwa kushirikiana na taasisi nyingine unaendelea ili kuwabaini wahusika wengine waliohusika na tukio hili ili kuweza kuwafikisha mbele ya sheria. Kwa hiyo lilikuwa ni tukio la tarehe ishirini na nne. Tunathibitisha pia kwamba mnamo tarehe tarehe ishirini na tatu e, majira ya saa kumi na mbili jioni katika kitongoji cha Igwamanoni kijiji cha Kakoyoyo wilayani Bukombe e, mtoto mmoja anaitwa Ibrahim Masumbuko miaka tisa, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Kakoyoyo alifariki dunia kupigwa na radi ambayo pia iliwajeruhi Kurwa Masumbuko miaka kumi na moja, mwanafunzi wa darasa la tatu katika shule tajwa hapo juu e, na Isaka Masumbuko mwenye miaka mitatu, wote kutoka katika familia ya Masumbuko Rushona. E, ikumbuke kwamba katika tarehe tajwa ilinyesha mvua kubwa iliambatana na radi, ambapo watoto hawa baada ya kuona mvua kubwa hiyo walikuwa wamekimbia kurudi nyumbani na watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda waki ndege, lakini walivyoona kwamba mvua imezidi ilikuwa inaambatana na radi, walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha, na hawa wengine wote walipelekwa hospitali na kupatiwa matibabu, lakini huyu mwili tayari umeshakabidhiwa kwa kwa familia yake kwa ajili ya, kwa ajili ya mazishi. Basi jeshi la polisi linapenda kutoa eh, tahadhari kwa wananchi haswa katika kipindi hichi cha mvua kali ambazo zinaambatana na radi, wale wanajichunga haswa wanapokuwa wako katika mazingira kama hayo, mazingira miti mirefu, ili kuweza kulinda uhai wao.